Hatua tano ambazo wajasiriamali huwa tunazipitia. Nataka tujichunguze mimi na wewe, wapi tupo, tumefika wapi, tumekwama wapi, au tunakwamia wapi? Na sasa, tusipoteze muda, tuna mambo mengi ya kujua. Please subscribe kwanza, yes. Haya tuendelee. Yani kisha ni ujumbe uliopo hapa ndani, yani unakuzama unakuzama mpaka kwenye mifupa, yani ukimaliza kuangalia content, mimi nakwambia kabisa wewe, hutobaki yule yule. Hii e story moja ili, ili, ili yani ilinifanya ili, ili kwanza nini, yani ni yani damu iga isimame damu ikaanisimama, ni ghafi. Nilikuwa kwenye duka la pembejeo natafuta mahitaji yangu mwenyewe, si unajua tena, sio mjasiriamali wa kulima. Natafuta mahitaji yangu mwenyewe ya kwenda nao shambani, mabaya ngoja nikatafute dawa pale, ah mambo yangu ya shamba kani pale. Ikapaki linduza moja ni rti ikasimama, nilikuza akatoka msee mmoja hivi yani kashiba <laughs> kaenea mwenyewe, akaja mpaka dukani, kaishika kiuno ka, yani, kiuno nafunguza gari, anamuuliza anamuuliza muuza, muuza pembejeo pale eti dawa gani ya kupiga kupiga shambani uh, kwa ajili ya za wadudu kwenye ufuta. Dawa hii hapa, akamtolea. Asole bwana, akasema okay, sasa hii hii unapiga kwenye hii inatosha, ika ngapi? Hiyo, ah, dada akamwambia hiyo hapo hiyo ya hiyo ukipiga tu nusu, weka ika moja, hiyo hapo inakuwa imetosha hiyo yu inatosha. Yule mzee yu akamwambia ah, Mina Mina ika mia. <laughs> I was like oh oh. <laughs> Eh, I was like, oh oh. Unajua, oh, okay. Unajua kwa kilimo cha level hiyo yani ukisema kwamba na mimi naanza kulima else of, of course level hiyo labda <laughs> e, kamia basi, unatakiwa wewe umefanya maandalizi ya kufa mtu at the beginning, kwa sababu definitely manake ni kwamba kama unaweza kulima kamia, manake una nini, una capital. Kwa maana hiyo unatakiwa first of all sio uje wewe dukani kuuliza, kwa uwe na mtu ambaye anajua amekuasisti hiyo project yako, yani kaisuka hiyo project yako na atakwenda kuimaliza. Yaani sio tena wewe uje dukani ulize dawa gani nikapige. Kamia sio mchezo bwana. Unaelewa? Yeah. Sasa like hivi ah, unalima kamia unakuja kuuliza <laughs> kupiga. Yaani kwa ajili ya wataalamu wakakusaidia kwenye mradi wako, wakakupa faida, hata kama hata kama watakupa faida ya shilingi 10 utakuwa umepata faida. Kuliko ukasema unafanya wewe mwenyewe kwa kuunga unga alafu ukapata hasara ya kila kitu. Mimi nili yani, mimi was like yani, damu ilini yani, damu iliniruka ni mzee Gafarini pa yani, tena huyo mzee tena na kitambi, sijaapata pressure <laughs> akadondoka, akakuta mzee, unapigaje dawa ya yani, hili unapigaje dawa na bomba la mkono yani, una una hapa watu wangapi, hizo bomba zitakuwa ngapi? Au watu watapiga hiyo dawa muda gani? Na na lazima kuwa kuna preplan D yani, kuna view, yani mmefanya pre plani hata kama utakuwa huko yani, hata kama utakuwa umepelea, hautakuwa umepelea zero. Kama hapa huyu hapa huyu yupo zero, ajui dawa gani atumie na ana, ajui kiwango gani atumie, kwa sababu sasa hapo anasema hiyo chupa imtoshi maki anaekamia yani, damu ilinisimama, kwa sababu nilikuwa najua kabisa kwamba huyu bwana huyu ana crash huyu, yani hawezi kusurvive hawezi kusurvive mradi hawezi kusurvive kabisa, umeelewa? Hawezi kusurvive mradi. Sasa mm, nyie mabosi yani, kama unaanza kulima eka thelathini, arobaini, hamsini, please tafuta vijana. Kuna vijana wengi kabisa ambao wana ujuzi hata ku save, utapata posho kidogo, na utapata utapata cha kwako kinachobakia yani. Hii kazi huwezi kufanya mwenyewe, mimi na mimi nakwambia sawa. So, kwa hiyo mimi uh, siku actually siku ongea lolote, wala sikumuuliza wala sikufanyaje, mimi tu nikachukua vivyo vyangu nikaondoka, maana nataka sikutaka kumwangalia usoni, kwa sababu nilikuwa najua tu kabisa kwamba kinachofuata hapa ni nini? Umeelewa? Kwa sababu utataka sasa ikamia hizo hizo watu waende na kile kibomba cha mkono kishwa na biwa na wanapiga. Kwa sababu hata dawa huna sasa bomba eh usiukalika wanakijiji. Kwa sababu sasa ingeanza kuona hesabu zake maana wanakijiji usio kumi watapiga dawa shamba ikamia kila mmoja ika kumi I was like okay, let me go out kwa sababu masikia anawasha kusikia hii story yani. Kwa sababu this it will never end. Haitaisha <laughs> <laughs> vizuri. Eh, hii story haitaisha vizuri. Sawa bwana, tafadhali tafuta mtu anayejua anayejua hicho nachotaka kufanya. Kama una ujuzi, tafadhali tafuta mtu anayejua. Na tume tumesema tume, hii yote inatokana na nini? Inatokana na uninformed optimism. Uninformed optimism, umesikia ni kwamba wenzako wamepiga hela eh, kwa sababu of course, nakumbuka msimu uliopita ufuta ulikopo hela yani, yani hata ya, ya tu waliobeba ufuta magari yalobeba ufuta akaleta kwenye kwenye zile nini zile anaita zile zile gala zile zile, zile zile collection center zile, oh yenyewe pia walipiga hela yani walipata eh, e, yani magari yalikuwa yanalazimishwa katafuta ufuta. Sasa nafikiri ile ile ile ile nini ile ile hamasa kwamba watu wamepata hela, akaona mimi kwenda kwanza naeka kumi au weka tano nitapata hela kidogo, ngoja nikalifumue eka mia kabisa. Eka mia kabisa ujui chochote yani, chochote <laughs> ujui chochote unataka kulima eka mia, mm? Tafuta wako watu wako agronomist, tafuta agronomist. Yaani ukishaanza kulima kuanzia eka 50 kwenda juu please, kama una uelewa usilime eka 50 kwenda juu usilime for commercial purposes. Yaani usilime kilimo cha biashara kama wewe huna uelewa, tafuta watu wa kusaidia. Unalima eka moja ni chakula na kujifurahisha, nenda kaangaike mwenyewe, kasimame shambani pale, tamba ni kwamba mimi ni mkulima, mi najua kulima, aliba eka moja, eka mbili, nenda kafanya hivyo kwa sababu that is luxury. Lakini unapoanza kilimo cha eka hamsini, eka mia, eka mia mbili, hapana. A, kwanzia eka hamsini, kwanzia eka kumi, eka... nice. na tano kwenda juu usithubutu kufanya mwenyewe. Welcome, welcome back, welcome back. Tumeona kwenye video iliyotangulia video iliyopita, tumeona kwamba tumepita kwenye eneo, tulipita kwenye step ya kwanza ambayo tumesema matumaini bila uelewa, na leo tupo kwenye step two ambapo inasema hofu yenye uelewa, hofu yenye uelewa. Yani, manake ni kwamba sasa umeanza shughuli yako eh, sasa unaona yaliyomo yamo, eh, unajua kuna vitu vingi tunakuwa tuna mawazo ambao uh, sio sahihi. Eh, tunakuwa tuna mawazo ambayo sio sahihi. Kwa sababu jambo hili lipo hivi na hivi lakini, unapoingia kulifanya jambo lenyewe unakuta kwamba mawazo yako hayakuwa sahihi. Ah ha, tunasema kwamba mara nyingi sana gharama, yani gharama between uh, ile ile gharama yako wewe, plan yako, e, gharama mpango wako wewe, manake ulisema nataka kwenda kulima nyanya. Manake ulitengeneza budget, sio? Kwa unakuta ile budget yako, eh, gharama ambazo sasa unaziona zinazidi ile bajeti uliopendekeza au uli ile bajeti ambayo ambao ulikuwa upo nayo mm. Halafu kitu kingine ambacho ha kina, kinajitokeza ni changamoto mpya ambazo e, pengine hukuwa una uhakika. Yaani hukuzijua, unazijua kile mara nyingi sana ni changamoto ambazo sanoni, yani kuna lot of unknown. Kwa hiyo zinaanza kuota, yani leo inatokea changamoto hii, kesho changamoto hii, kesho changamoto hii. Sasa unaanza kusema Mbona hili mbona <laughs> hili mizilijua zilijua. Yule jamaa yule alikuwa anaonyesha video kwenye YouTube, watu wanahesabu mahela, mbona e? Mbona akisema kwamba kuna changamoto e? Mbona akisema kuna changamoto ya. E. Na, na kwa sababu gharama zimeongezeka na changamoto zinajitokeza, mara nyingi sana watu, pressure inaanza kupanda na joto linaanza ku inaanza kupanda kwa mtaanza kuona eh, hey, mbona haya mambo yamekuwa sio yale mambo ambayo nilikuwa nadhania Eh, sasa kama ni mkopo mtu kachukua, anaanza kufikiria sasa, ah narudishaje sasa. Unajua mara nyingi sana huwa tunakopa kwa sababu hatuna hela, kwa hiyo tunategemea kwamba niende nikaangaike, alafu nitakachokizalisha labda nika nikarudisha, sio? Eh, yani nikarudisha kile cha watu afu kile kidogo nitakacho kwa nimekizalisha hapa ni between nitatumia. Sasa unaona kwamba kuna kama hata hela tunaweza nikashindwa kuirudisha hapa. Kwa hiyo vile, lazima lazima pressure ipande. Sasa na ule alikuwa na hesabu boxi anasema nalima eka moja, e, nyanya sio? Anasema anaenda shamba anaenda shamba kulima nyanya eh. Na mkumbuko ule bwana alikuwa anapiga boksi anasema boksi ngapi eh? anasema boksi, eh. boksi sabini, eka moja boksi sabini. Sasa yani kaingia eh, kaingia shamba anakutana na mambo ambayo ambayo eh, hayakuwepo eh. Kwa mfano, anakuja kugundua kwamba ah, hela ambayo ameandika kwenye kwenye Excel, hela ambayo alipigia bajeti ya hela ya mbegu sio, yaani yaani mbegu ni mara mara dufu. Unajua mbegu inakuwaga gharama, skenario ambayo inaweza kukufanya ukajikuta kwamba gharama ya mbegu imepanda, yaani kuliko ulivyokuwa umetarajia, ni kwamba kwa mfano kuna maeneo mengi sana Tanzania sasa hivi ambao mbegu hizi za kawaida tena hazifanyi vizuri eh. Kwa sababu kuna maeneo mengine ambayo tu ana changamoto toka, toka mwanzo eh. Udongo una changamoto, una soil borne disease sio, watu wakwambia tu bwana unalima nyanya sio, lakini ukuwa unajua kwamba mbegu gani wanatumia kulima nyanya. Wewe umetoka eh. uko hey, na mbegu yako unafika pale, nakwambia umekuja na mbegu hii hii mbegu mzee Eh, itakufa yote shambani. Ese, tafuta mbegu nyingine, mbegu kwa yote. Sasa ukipiga hesabu mbegu nyingine, mtu anakuambia tafuta, tumia hybrid ya BF1 eh. Nenda katumie sijui mkombozi nani, ukipiga hesabu mkombozi nani, anakuambia bwana, hapa sisi tunauza mbegu kwa namba sijui elfu mbili sijui mbegu mia nne ukipiga hesabu yaani kama tu mbegu ilikuwa inakusumbua, maana yake ni kwamba hata ukienda shambani ukiambia, yeah, bwana sasa, ni mbegu inatakiwa kutumia mbegu ya kisasa, pengine itakuwa mzigo mzito sana. Alafu unaweza ukapata changa, changamoto nyingine dawa na, na, na mbolea. Changamoto ya, changamoto ya dawa na mbolea inakuja namna hii. Unaweza uka umeenda kwenye shughuli umeenda kwenye kilimo, sio kulima zako nyanya eh. Ukakuta huko mzee kuna kunakantangaze sugu Hmm. Wana hapa kuna kantangaze sugu hapa. Dawa utako ndaga utumia. Hmm. Utako dawa hapa. Sasa hmm, probably labda dawa ambao, budget ya dawa au dawa ambao ulinunua uli huko kwa mabana, nenda shamba kwa lazima ninunue vitu vyangu vya kwenda navyo shamba, unakuta kwamba dawa ambayo ulinunua ulikuwa hujui kwamba inaweza ikakutana ikakutana na mdudu ambaye ni sugu. Kwa hiyo maybe hiyo dawa sasa haina kazi, maana dawa zina Zina, zina, zina makundi Obana. Sasa tumia dawa hii kifeli, tumia dawa hii kifeli, tumia dawa hii ya kwenye eneo dawa dawa, mdudu sugu, tumia hilo lolo moja dawa, dawa hiyo sio. Alafu pengine unajikuta kwamba wadudu wako shambani eh, na pengine unaenda kwenye duka la, la, la, la dawa na kuambia bwana, hiyo dawa mimi sasa hivi sina. Maduka ya madawa hivi vitu kutokuwepo na kuwepo na kuwepo ni changamoto ya kawaida kabisa. Na hasa kwenye mbolea. <laughs> Mbolea kwenda dukani kwenye duka la mbolea kuambia kwamba bwana hiyo mbolea sasa hivi hatuna ni jambo la kawaida. Au hiyo mbolea itakuja baada ya wiki mbili. Eh, au nitafute ni, ni baada ya wiki mbili, jambo la kawaida sana. Na jambo la kawaida sana. Na ukikosa dawa, ukikosa mbolea manake kuna kuna kuna ndo, ndo maana wanasema hofu na pressure inakuja, kwa sababu kama utakosa dawa na kama utakosa mbolea, manake kwa vyote vile unaweza ukajikuta kwamba malengo yako yale ya kuzalisha boksi sabini yasifanyaje yasitimie. Alafu kuna, kuna hali ya hewa mvua, najua, eh, najua mvua kamba, na jua eh, na jua kali sasa. Mvua inaweza kawa kwamba juzi nilikuwa natoka na nini nilikuwa natoka kela na, napanda juu napanda, napanda Uyole pa nimekuta hapa Tukuyu hapa mzee mtu kapaki kiguta pale kina tenga kama nane za debe, debe ngapi za debe sita zia debe tatu debe tano eh, mbili na nusu mbili na nusu kama tenga, kama tenga nane hivi makiwa anapangaga nne juu afu nne nne chini, kama tenga nane hivi afu zote nyanya imepasuka. Eh, manake huko ambako huko nyanya inatoka huko mvua imepiga sana, imepasua nyanya. Sasa unashangaa una, una, unajua ni jambo ambalo sio kulitegemea kwa sababu tunategemea kwamba baba kipindichi kutokuna mvua za wastani. Kwa kweli ni kwamba so, kwa mvua, mvua, mvua imezidi kwa sababu Upita njia nzima hiyo mvua inanyesha <tipa> <tipa> <tipa>. Na kwenye jua the same, e, jua tunategemea kwamba unalima kiangazi kwa hiyo utakuwa unamwagilia, eh. Lakini sasa jua limejoto limeongezeka jua limeongezeka jua, lime jua ni kali sana na, na, na haya mazao ya utikacha yana level yake yana kiwango chake cha mwisho cha kuvumilia harsh condition e, hali mbaya ya hewa. Kwa mfano kama jua baada tu Uh, basi thelathini au thelathini na mbili eh, nyanya inaweza yika, ikanyosha mikono, ni kwamba bwana, sasa mi hapa sizai tena. Na kama nyanya ina maua, kitakachofuata ni kwamba kita itadondosha maua yote eh, wenyewe wanasema inafanya abortion, itadondosha tu maua kwamba let me save myself, siwezi kubeba watoto sasa hivi, hali ya hewa ni mbaya, umeelewa? Eh, na kingine ambacho kinaambatana kina, kina, kina, kina na hali hiyo mbaya ni kwamba mbacho, china, ah, ni wewe kuongeza frequency za umwagiliaji ambacho sasa zina hadi sasa gharama ya yani, nini ya uzalishaji. Eh, inachipwa ile faida ambayo ulikuwa unategemea ile milioni t, ile milioni nne na laki tisa ile eh, dawa nyanya zisha ukota pale kama nyanya laki tatu <laughs> tatu isha ukota laki tatu, pale sio. Eh, hizo ndo changamoto ambazo zipo dhahiri shahiri. Yani zina zikajitokeza, na zitajitokeza kwa sababu, bahati mbaya, wewe umeanza umeanza ukiwa uninformed. Umeanza ukiwa uninformed kubwa sana ya mapato, wakati tukifanya makadirio wa madogo sana ya gharama. Kuna gharama nyingi sana ambazo zinakuwa ni anoni na zinakuwa ziwezi kuwa document, yani zi, zi sasa hapa kwenye, hapa kwenye reality sasa huko fidi ndo unaanza kuona kitu na na, na na mimi si mimi, nafikiri lengo langu ni kuexpose kue hizi hali, kuexpose hizi hatua kwako, ili sasa unapokuwa unapoku kwenye situation kama hii, walau unakuwa unauelewa kwamba aha, hapa nipo hapa au hapa, hichi kinachoendelea ni hichi, probably natakiwa nifanye hichi. Ndio lengo langu. Sipo hapa kuku yani, kuku yani, siko hapa kukufanya apa eh, kuku baby city kwamba umekaa un, una changamoto kwa hiyo nataka nikupoze ni maumivu au hapana, hapana, mimi hapa nipo ku expose ile reality, ku expose hali halisi ilivyo, ili sasa wewe kama upo kwenye situation hii unajua kabisa kwamba nipo kwenye situation hii, sasa nifanye nini? Sio au nipo kwenye situation hii what next, natakiwa kufanya nini next, au nipo kwenye situation ni, lakini nimeingia kwenye situation, lakini next time, kwa sababu sasa na, na hii information, next time nitakiwa nifanye nini? Ndio lengo langu eh. Sasa kama nitakusaidia hapo, nafikiri nitakuwa nimejitendea nime haki na nimekutendea haki, nimetenda nimetendea haki muda wako. Kwa hiyo uh, nitakuwa sana kwenye hiyo hengo, sio? E, eh, izungumza kwa kirefu sana hii ya pili eh, tumesema kwamba um, hii ndio reality sasa eh. Ulikuwa una optimism, ulikuwa una uninformed optimism sasa. Umekuja hapa umepata kitu kinachoitwa informed pessimism. Informed pessimism maanake sasa umeiona reality na makali yake eh, umeiona reality na makali yake mm. Kama bwana na, na baadhi ya makali ya mekutia, so it's time for shameless promotion. Hey, please just like msee. Hey, nipe like, ipe content. Uh, unajua like siku hizi imekuwa ndo current. Alafu subscribe, usisahau kugonga eh, kugonga notification beli. Hakikisha kabisa unabonyeza hiki bell hapa, nguvu yako hapa, naposhusha vitu vingine eh, vitu vingine wewe wa kwanza kuvipata. Alafu sambaza upendo eh, najua kwamba kwenye, kwenye kwenye video hii kuna kitu kimoja umekipata ungependa kushare na ndugu yako labda yupo kwenye moja stages hizo hapo na unataka kumpush kidogo na unahisi kabisa kwamba hii uh, content ingemsaidia, please share naye, share naye na sababu yote eh, kutoku share naye, share naye, share ya kutokushana, share naye, share some love, comment hapo eh, pita hapo kwenye comment hapo afuta na kukuona upo hapa na fly na fly pia, na naamini pia una enjoy uh, una enjoy content. Nikukaribishe sana kwenye kwenye video inayofuata ambayo tumesema, kwenye video inayofuata tutakuwa tunazungumzia hatua ya tatu, a valley of despair. Keep keep pushing man, keep pushing man, keep fighting. Najua tu ni mambo tu yatakuwa sawa sawa. Bwana atio simu chachos, tukutane kwenye video nyingine.